idadi ya kura zilizopigwa ni 383 idadi ya kura zilizoharibika ni tatu. Hizi zimetokana na baadhi ya waheshimiwa wabunge kupigia wagombea wawili kwenye karasi moja. Idadi ya kura kwa kila mgombea ni kama ifuatavyo: ndugu Veronica Charles tee NRA sifuri, Ndugu Kizant Nyakitita DP sifuri. Ndugu Amin, Amin Alfred Yango ADC sifuri. Ndugu Anita Alfan Mgaya kura moja. Idadi ya kura ya za Ndugu Ndonge Saidi Ndonge AFP moja. Idadi ya kura kwa Mheshimiwa Ndugu Musa Hassan Zungu 378 Asante, asante. Hivyo Mheshimiwa Musa Azan Zungu amechaguliwa kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla ya kura. Asante sana. Naomba iingie kwenye records vizuri. Mheshimiwa Musa Azani Zungu amechaguliwa kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla ya kura 378 na matokeo haya yamethibitishwa kwa kusaini wa, kwa baadhi ya wa wagombea na wasimamizi wao. Mheshimiwa FM mbakuasisha